His tuko na, na afya njema upande uh, wa benchi tactical na upande wa wachezaji. Tunashukuru kila mmoja yuko vizuri na yupo tayari kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi Dar es Salaam Yanga Africa. Sawa, maswali matatu kwa mwalimu Kocha ameenda kucheza ambayo ukiangalia na, namba kwa Yanga inaweza ikabadilisha aina yako ya mpira na natukana uuia zaidi kupunguza madhara au kimbia, unajipanga unapoenda kukutana nao? Okay, asante kwa kwa swali zuri. Uh, awali yoyote tunajua tunaenda kukutana na timu aina gani? Yes, tunajua ni Giant, we respect Yanga na tunajua ni timu kubwa sio Tanzania tu katika bara letu la Afrika